Pene kunye tumia maonyesho haya kama daraja ya kubadilisha teknolojia katika sekta yetu ya madini ukatia usimamizi madhubuti wa mabadiliko makubwa ya teknolojia ambao kwa kiasi kikubwa yamechangia na uwepo wa maonyesho haya. Serikali kupitia Wizara ya Madini imefanikiwa kukusanya zaidi ya shilingi trilioni 3 bilioni 880 na 955 elfu yakiwa ni mapato na kwa hiyo katika kipindi cha miaka minne fedha ambazo tumezikusanya ni zaidi ya trilioni 3.9. Hizi ni fedha nyingi sana ambazo hatukuwahi kuzikusanya kwenye sekta ya madini. Ni si, asilimia tisini na sita ya lengo ambalo iliwekwa kwa wizara ya madini kukusanya na hivyo kuifanya serikali kuwa na sekta ambayo ni himilivu sana. Nataka nichika nafasi hii kuwajulisha kuwa hayo yote yasingeweza kufanyika kama wachimbaji wa madini wafanya biashara wa madini na wachenjuaji wa madini wasingeshirikiana na serikali kuifanya sekta hii iweze kukua. Mchango wa wachimbaji wadogo umeongezeka nchini kutoka asilimia ishirini mwaka 2020 hadi kufikia asilimia arobaini mwaka 2024 katika mapato yote ya sekta ya madini. Wachimbaji wadogo leo wanashindana na wachimbaji wakubwa katika kuzalisha mchango wa sekta ya madini katika pato la taifa nao vile vile umeongezeka kutoka asilimia 6.8 mwaka 2020 hadi kufika 10% mwaka 2024. Kwa mkoa wa Geita pekee wachimbaji wadogo wamezalisha jumla ya kilo 22,014.6 zenye thamani ya shilingi trilioni 3.453 na serikali kupata mapato ya bilioni 2.5 katika kipindi cha mwaka 2021 22 hadi 2024 25. Serikali vilevile kana mafanikio haya imefungua masoko ya madini, ambapo masoko ya madini yameongezeka hadi kufika 43 na vituo vya ununuzi wa madini kufika 109 kufika mwaka 2025. Serikali imeongeza ushirikishwaji wa Watanzania katika sekta ya madini katika mnyororo mzima wa madini wa thamani, yaani kuanzia utafiti, uchimbaji, uchenjuaji na biashara ya madini. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati anaingia madarakani, leseni ambazo zilikuwa zimetolewa kwa mwaka 2021, 2020, zilikuwa ni leseni zisizozidi elfu moja kwa wachimbaji wadogo. Katika kipindi cha miaka minne, Dr. Samia amewezesha kutoa leseni ndogo zikiwemo za eneo la Kigosi zaidi ya leseni elfu tisa. Tunaomba tufikishie shukrani zetu za dhati kwa Dr Samia Suluhu Hassan, lakini vile vile amewezesha kuongezeka kwa vat leaching, ikiwa ni mkakati wa kutoka kwenye matumizi ya mercury ambayo yana athari mazingira na na athari afya za Watanzania, yamefikia kama alivyosema mwenyekiti wa Gerema zaidi ya mia tatu na 27. Tumetoka kwenye matumizi ya mercury, tumekwenda kwenye CIP ambako recovery ya dhahabu ni zaidi ya asilimia 97, na kwenye mercury tulikuwa tunakwenda mpaka asilimia 40 hadi 50. Si sasa tuko kwenye asilimia zaidi ya 95, tuna zaidi ya CIP, zaidi ya 31 ambazo hata mwenyekiti wetu wa Gerema ameeleza vizuri, na ndo maana maonyesho haya yameongezeka, washiriki wameongezeka, na ndo maana uzalishaji wa dhahabu kwa wachimbaji wadogo umeongezeka kutoka kilo mia moja hamsini mia mbili kwa mwaka. Toka kuanza kwa maonyesho haya, sekta ya madini imekuwa na imeongezeka katika nyanja mbalimbali. Nizitaje chache chache, mmojawapo ni usalama wa uchimbaji wa migodi na uchimbaji ambapo maonyesho haya yamekuwa ni chachu ya kutoa elimu kwa wadau wa uchimbaji, hususan wachimbaji wadogo kupata teknolojia bora na za kisasa ambazo zimepunguza kwa kiasi kikubwa hatari katika shughuli za uchimbaji na utafiti wa madini. Maonyesho haya yamewaongezea elimu ya uchimbaji salama, uchimbaji unaoepuka matumizi ya zebaki na aina nyingine hatarishi. La pili, mheshimiwa mgeni rasmi, ni ufanisi na ongezeko la tija katika uzalishaji. Kiwango cha uzalishaji kimeongezeka kutokana na matumizi ya vifaa vya teknolojia ya kisasa mheshimiwa mgeni rasmi, ya tatu ni kuimarisha ubora wa biashara za madini. Kupitia maonyesho haya, wachimbaji na wadau wamepata elimu ya namna ya kuuza na kununua mazao ya madini, umuhimu wa kupata leseni na urasimishaji wa shughuli za uchimbaji. Jambo la nne ni kupunguza migogoro katika jamii. Maonyesho ya mwaka huu yamekuwa na jumla ya washiriki 939 kutoka katika sekta binafsi na sekta ya umma kama ifuatavyo: kampuni kubwa za uchimbaji kumi na mbili, taasisi za umma 46, wajasiriamali SIDO, TWCC, TCCIA, Machinga Mkapa Group 313 wachimbaji wadogo gerema taoma geoma, wachimbaji vijana na wenye mahitaji maalum arobaini na tano, makampuni ya uuzaji wa vifaa vya uchimbaji na utafiti kumi na sita, wafanyabiashara wengine mia moja sabini na sita, michezo ya watoto burudani kumi na nne, watoa huduma za vinywaji na chakula mia moja na tisa, wanyamapori mmoja, watoa huduma za ulinzi mia moja ishirini na saba watoa huduma za usafi thelathini na saba na waandishi wa habari arobaini na tatu